Yes, sasa imebainika kutimuliwa kwa aliyekuwa naibu chansela wa Chuo Kikuu cha Kenyatta Profesa Paul Wainaina kutoka kwa taasisi hiyo ulikuwa uamuzi usio wa haki uliochochewa na siasa katika baraza la chuo hicho the akishtumu baraza hilo kwa kumteua kaimu makamu chansela kama njama. Mwenyekiti wa kamati ya uwekezaji wa umma Jakwa Kuomboka sasa anamtaka Profesa Wainaina kurejeshwa that is, that is kazini KU is 75 and uh, that retirement age for him was I think 5th of July 2025 so in that space there were argument relating to the fact that he had not taken his sabbatical leave akiwa mbele ya kamati hiyo kujibu maswala yanayohusu vyuo vya elimu vya juu nchini Waziri wa Elimu Julius Ugamba ametaja ucheleweshwaji wa uteuzi wa wanachama wa baraza la vyuo vikuu mbalimbali ni kutokana na ukosefu wa utendakazi mwema katika kushughulikia masuala ya taasisi hizo. Aidha, kamati hiyo imetishia kuvunja mabaraza ya vyuo vikuu ambavyo vitapatikana vikiongoza taasisi hizo kisiasa. The councils that are politicizing management of administration of our universities should must be disbanded. Bentura Komboka, K24, Nairobi.